Tanzania, tuwe na afya nchini, watoto wetu wawe na lishe bora, na lishe bora ndio lishe, ndio inayotufanya tuwe kama tulivyo, na nimekuwa nikisema mara nyingi kwamba namna tulivyo ni matunda ya lishe tuliyopata huko nyuma. Kwa hiyo watu wote ni matunda, ni matokeo ya lishe tuliyokuwa nayo. Kwa hiyo hii nasababisha pia, hata tulipokuwa mashuleni kusoma wetu a vyakula mbalimbali, lakini wenye mchanganyiko wenye virutubisho vya kutosha ili kujenga ubongo na kuendelea kuimarisha ubongo ili mtoto wetu alikuwa shuleni asichoke akili. Kuna masomo mengine ni, ni, ni, ni masomo magumu yanahitaji kufikiri, na hata wewe mwenyewe ukiwa kazini, unapofanya kazi kama mtumishi ikifikia e wakati una njaa, huwezi kufanya jambo fulani mbele yako. Unahitaji ioela chai, uongeze kitu, uongeze shuga mwilini, simple sugar au complex sugar. Uh, unajua, unajua, unajua, unajua, unajua. Eh, unaongeza nini? Incomplete protein au complete protein, unajua unaongeza namna gani? Kwa hiyo hivyo vinahitajika katika mwili wote wa binadamu, matunda. Unatambua matunda ni gani? Haya yote kwa ajili ya kuonyesha kwamba mwili wa kazi nzuri kwa ajili ya kazi. Mungu ndivyo alivyotuumba, ardhi iliyokuwa nayo ina vitu vyote tunavyo ndani ya mwili wetu, lakini unachukua udongo utakula, utakuelewa? Hapana, lazima ule nyama, ule matunda, ule mboga za majani, ndio <laughs> kwenye kwenye ardhi Ndiyo kwa tunamiza watoto wetu kwa pani mashuleni, kwa lima hili, na na mazao mbalimbali. Niwaombe sana. Tusichoke. Tunapokutana na vikao kama hivi, ni vikao vya kupea na elimu ya uelewa wa sayansi ya afya. Itatusaidia sana. Mine wa shukuru sana, mkuhenu. Kwenye kwa umoja na mshikamano wetu wetu umetusaidia. Ndiyo kili ya afya, ndiyo ndiyo engine ya sekta hii ya lishe. Niwaombe sana. Kama tulivyosema hapo maelekezo kwa shule za msingi ni lazima chakula shuleni, sekondari ni lazima chakula shuleni. Sasa enendeni huko mkatekeleze kwa namna tulivyoelekeza.